Hii ni wiki ya Grammy, kabla ya kuweza kufika yule usiku wa tuzo za Grammy, kuna events nyingi ambazo zinafanyika, na usiku wa jana imefanyika event ya kuwapatia tuzo wale marejendali ambao wanapewa heshima katika muziki duniani kwenye upande wa hip hop, R&B pamoja na soul. Sasa imefanyika tuzo ambayo imeandaliwa na Recording, uh, Recording Academy pamoja na Black Music Collective ambapo siku ya jana amepatiwa wanamuziki wale weusi ambao wamefanya vizuri sana akiwemo mwanamuziki Pharrell Williams, lakini pia kuna Brandy. Sasa tukizungumzia kwa upande wa brand bana, yeye kama alikuwa ndio usiku wake kwa siku ya jana, kwa sababu amepewa maua mengi sana kwa sababu amekuwa ni mwanamuziki ambaye anafanya vizuri sana kwenye industry ya R&B. Na tukizungumzia Brandy tunafahamu ametokea kwenye chimbuko la masuala ya nyimbo za Injili ama katika familia yake, na muziki wake huwa anafanya vizuri sana na unashika, yaani ukiusikiliza muziki wa Brandy kiukweli, ni icon ana deserve. Sasa usiku ya jana amepewa tuzo ya Black Music Icon kama Legendary, na, na kutokana na kufanya vizuri kwenye industry ya muziki

Na ikiwa ni mara yake ya kwanza kabisa, amemwagiwa maua mengi sana ikiwa ni pamoja na mkurugenzi um, mtendaji wa The Recording Academy, lakini pia mwanamuziki Pharrell Williams. Sasa kwa upande wa Pharrell, yeye amepata tuzo, lakini pia akatoa maua kwa mwanamuziki Brandy kusema kwamba kutokana na muziki wake amekuwa ameinspire wanamuziki wengi sana, anaweza hata akaanzisha na yeye shule ili kufundisha wanamuziki wengine ambao watakuja baadaye. Ilikuwa ni event kubwa sana na nzuri ambayo Uh, imekusanya marejendali ma wengi kwenye muziki lakini pia wana muziki ambao wanafanya vizuri kwa sasa hivi. Na jana zimefanyika events mbili kuachana na hii hapa ya Black Music Collective, kuna nyingine ilifanyika ya Music Cares. Sasa siku ya jana pia hiyo music care zilikuwa inamuhusu mwanamuziki Mariah Carey, na kwa upande wa huku, upande mwingine ilikuwa na mwanamuziki Brandy. Sasa tusikilize event nzima kwa kile ambacho kilitokea kwa upande wa Pharrell Williams akitoa maua yake kwa Brandy, lakini pia mkurugenzi mtendaji wa The Recording Academy akimpa aki maneno kama e, mwanamuziki bora, lakini pia akifurahishwa kwa kile ambacho amekitumikia kwenye muziki wa R&B duniani.